Mtazamaji, ikiwa ni tarehe 19 mwezi Januari mwaka 2026. Matumaini yangu ni kwamba mwaka wako unazidi kukuendea vyema popote ulipo. Hujambo na karibu katika taswira ya Al Shifaa awamu ya saa moja. Kumbuka tu hapa ndio utapata taarifa za kuaminika kote ukanda wa pwani. Jina langu ni Rajab Abubakar. Tukianza na taarifa kutoka kaunti ya Mombasa ni kwamba siku chache baada ya wakaazi wa mji wa kale almaarufu Old Town kujitokeza kulalamikia hali mbaya ya mifumo ya, ya, ya, ya maji taka, serikali ya kaunti ya Mombasa kupitia wizara ya maji imejitokeza kushughulikia suala hilo. Serikali hiyo imesema kuwa chanzo kikuu cha tatizo hilo ni baadhi ya wakaazi kuunganisha mabomba ya maji bila kuidhinisha ama kuihusisha serikali ya kaunti na imeonya kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wahusika. Hapa leo tumekuja operation ya kuangalia, tuna matatizo ya sewage ku block na ingine ku kuharibika, so tuko na hiyo blockages. Huwa tunatuma watu wanakuja wanafungua, alafu baada ya muda mfupi tena yafunga tena, tuwakuja tumegundua ya kwamba kuna watu wanaweka uchafu ambao haustahiki kuwekwa katika hiyo system. Tumeona tetesi nyingi sana, lawama huku lawama kule, lakini hizo hazitatusaidia. Kwanza kabisa, unaona kuwa kuna so many illegal connectors. Watu wanachukua pipe zao na wanaingiza katika ile sewer line, bila kaunti kufahamu, bila taratibu zozote ambazo zinahitajika. So hiyo inafanya kuwa ile system inakuwa overwhelmed. So in the process, unapata sasa hiyo ina overflow na inaleta ono, uchafu ambao tunaona hapa. Hatua hii inakuja siku chache baada ya mwakilishi wadi wa eneo hilo Mheshimiwa Abdirahman almaarufu Anza Fresh kusema kuwa amefanya kila awezalo kuzungumza na serikali ya kaunti kuhusu swala hilo na hata kupitisha bajeti itakayosaidia kusafisha eneo hilo, ingawa hadi sasa kaunti haijachukua hatua yoyote. Na hii issue haikuanza leo wala jana, ni issue ilikuwa imeendelea for a while. Nimeweza kuleta mafundi kupitia mfuko wangu mwenyewe mimi kama MCA. Pesa zangu mwenyewe binafsi mimi, majukumu yangu niliweza kuwatekeleza, nilizungumza bungeni, nimepitisha bajeti haswa, si hapa peke yake, kule Baraka karibu na pale Alijuice pia ni sehemu ambayo pia nime nime raise mara nyingi sana, lakini hali ni vile vile. Tijara pia nimeizungumzia department, nimeiambia chief officer ndaye husika, nimemweleza gavana, yuwajua kabisa hapa mahali, nimemueleza mara kwa mara hapa mahali. Ukiona hali ni hivi, mimi pia nasikitika, nasikitika sana, sifurahii mimi ni mtu wa maendeleo. Na tumefanya maendeleo mengi Old Town, mahali kulikuwa nyumba ndogo kitambo, sasa hivi building yenda ghorofa nne ghorofa tano hapa hapa, ambayo shughuli hii ishu hii yaanza. Ukiangalia majumba za jenga kwenda juu, lakini basic infrastructure ya drainage hatuyatengenezi, na makosa yote ikifanyika ni MCA anawajibika, na mimi nitawajibika zaidi na nazidi kusukuma na nazidi kuhimiza department na executive ya gavana. Na tukisalia kaunti ya Mombasa, ni kwamba wanafunzi wa shule za msingi katika kaunti ya Mombasa Wameanza kupokea shajara za wanafunzi kama sehemu ya juhudi za serikali ya kaunti kuboresha mazingira ya kujifunzia. Naibu Gavana Francis Dhoya amesema elimu ni haki ya kila mtoto na kuwaonya wakuu wa shule dhidi ya kuwafukuza wanafunzi kwa kukosa karo. Akizungumza katika shule ya Maweni, Naibu Gavana alisema wanafunzi wa darasa la kwanza hadi la sita wanapaswa kuendelea na masomo bila vikwazo huku serikali ikihakikisha wanabaki shuleni wakisubiri msaada wa kifedha. Mzazi yoyote nawapa challenge leo, mwalimu wangu wa ECD, yoyote supervisor yoyote, teacher in charge yoyote, ikiwa atakwambia uende mnunulie kitabu mtoto, njoo upige line pale ofisini kwangu, bimatawa Wanafunzi wa shule za msingi katika kaunti ya Mombasa wameanza kupokea dayari za wanafunzi kama sehemu ya juhudi za serikali ya kaunti kuboresha mazingira ya kujifunzia. Taarifa hiyo ilitolewa siku ya Alhamisi katika shule ya msingi ya Maweni wakati wa mkutano uliohudhuriwa na viongozi wa serikali ya kaunti, wazazi, walimu na wanafunzi. Akizungumza katika mkutano huo, waziri wa elimu ya kaunti ya Mombasa Daktari Mbarali Kame aliwaonya wakuu wa shule na walimu dhidi ya kuwatuma wanafunzi nyumbani kwa kukosa karo. Alisema kuwa serikali ya kaunti imeweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha wanafunzi wanaendelea na masomo yao bila vikwazo, akisisitiza kuwa elimu ni haki ya kila mtoto. nimewa advise secondary school zote zilizoko Mombasa County wasifukuze watoto That was my advice to all principals we have at the level of Mombasa County, but unfortunately sasa, ndo munisikilize, ndo namalizia sasa. Ma principals kama hao wanakuja kutuambia waziri, kuna watu walio na madeni ya 40,000 wangine ya madeni 20,000, wangine 30,000 tuwafanyeje? Na basari yenu ya day school ni shilingi elfu tano hapo hapo tumebeg kwa hawa principles kwamba watoto wasifukuzwe mashule. Wazazi wako katika hali ngumu, watoto kama hao waendelee na masomo yao katika shule kama zile, mpaka tutakapo deliver basari zetu. Aidha, daktari Kame alisema kuwa wanafunzi wa gredi ya kwanza hadi ya sita wanapaswa kuendelea na masomo yao bila kusumbuliwa, huku wakuu wa shule wakihimizwa kuwaruhusu wanafunzi kubaki shuleni wakisubiri misaada inayotolewa na serikali ya kaunti. Mzazi yoyote, na wapa challenge leo, mwalimu wangu wa ICD, yoyote supervisor yoyote, teacher in charge yoyote, ikiwa atakwambia uende mnunulie kitabu mtoto njoo upige line pale ofisini kwangu Bima Tower usu msaada wa kifedha. Alisema kuwa mpango wa basari uko katika hatua za mwisho za maandalizi na zaidi ya wanafunzi elfu sabini na sita kote kaunti ya Mombasa watanufaika na mpango huo. Viongozi hao walisisitiza kuwa wakuu wa shule hawapaswi kuwafukuza wanafunzi wakisubiri fedha za basari kutolewa, hatua inayolenga kuhakikisha hakuna mwanafunzi anayekatiza masomo yake kutokana na changamoto za kifedha. Basari zetu hizi leo, hizi dayari zetu leo, tunatoa kwa wanafunzi wasiopungua 76000 wanafunzi 1076 ikiwa sitakosea katika hesabu kwamba tuta deliver vitabu zetu within next week. Kindly my supervisors, my supervisors teachers, wale teachers in charge katika shule zetu, hakuna mwanafunzi yoyote wachekechea kupelekwa nyumbani tunawahakikishia. After this diaries vitabu, wikijao vitaingia. kwa haya machache, anasema asanteni. Hivyo viongozi hao walibainisha walimu kuwa uwezeshaji wa vijana na wanawake hususan wanawake wenye watoto walisema kuwa vijana wengi wasio na ajira mitaani, ambao watachukuliwa hadi Maweni ili kupata mafunzo na vyeti. Vilevile wanawake, hususan kina mama wasio na waume na wasio na ujuzi, watapewa mafunzo ya kazi pamoja na mtaji wa kuanzisha biashara ndogo ndogo ili kujitegemea kiuchumi. Kuona vijana wetu hawa wamepewa skills kusudi tuweze kuwapatia ajira, sivyo? Vijana wetu wamemaliza shule, wengi wako mitaani, hawana kazi kwa sababu pengine mtu hana cheti. Hana cheti, tutakuja kuchukua vijana hapa Maweni, tuwapeleke waende wakasome, kusudi nao waweze kupata vyeti. Wenzao wanaokwenda Dubai, wenzao wanaokwenda ughaibuni, wenzao wanaopanda meli, pia nao waweze kupanda sini vizuri hivyo. Kina mama wakipata vijana hata nyinyi pia mmepata, na huu ni mpango mkubwa wa serikali unakuja mwakani. Tunataka kuwekeza kiwango kikubwa sana safari hii katika skills empowerment ya vijana. Mtoto akitoka shule tu hivi, serikali ya kaunti inamshika, inaanza kumwelekeza kuhusiana na skills gani anahitaji kufanya katika maisha yake. Huku ndo mahali tunataka kwenda. Ningewaomba kina mama, tutakuja hapa wale ambao wanahitaji kupewa eh, some skills kidogo kwenda kusomeshwa. Wajua siku hizi si lazima uajiriwe mahali, unaweza kujiajiri mwenyewe, sivyo? Tukupatie skills tukupatie startup capital na tukupatie startup kitu, uende uanze mwenyewe mambo yako, sivyo? Nikiripotia taswira ya Alshifa kutoka kaunti ya Mombasa, nite Catherine Kabiru. Na tukivuka kaunti ya Lamu ni kwamba viongozi wa jamii ya wananchi kutoka kaunti ya Lamu wamemtaka aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuomba radhi kutokana na matamshi yake yanayosema kwamba kaunti ya Lamu ni sehemu ya mlima Kenya. Wakiongozwa na Yusuf Abubakar ambaye ni wakili wa mahakama kuu nchini, wametoa wito kwa idara ya NCIC kuchukua hatua kali iwapo atakiuka ombi hilo. Ndugu zangu wa Mpeketoni, twataka kujua muna uhusiano gani na Gashagwa? Ikiwa Gashagwa maneno haya ameyasema kwa blessing zenu, nyinyi ndio matatizo. Namba one viongozi na jamii ya wakazi wa kaunti ya Lamu wamemtaka aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gashagwa kuomba msamaha kutokana na matamshi yake kuhusu kaunti ya Lamu kuwa sehemu ya mlima Kenya. Wakizungumza jijini Mombasa, wakiongozwa na Yusuf Abubakar ambaye ni wakili wa mahakama kuu nchini, wanazitaja kauli za Gashagwa kuwa zenye kuleta wasiwasi mkubwa miongoni mwa jamii ya wakazi wa kaunti ya Lamu, wakisema kwamba ni masikitiko makubwa kwa kiongozi wa haiba wa naibu wa rais kutoa matamshi kama hayo. Wanati wa Lamu hawana kaunti nyingine isipokuwa kaunti ya Lamu peke yake, na hii imelindwa na imehifadhiwa kikatiba. Kwa hivyo tutataka Mheshimiwa Gashagwa atambue kwamba sisi tumeunda serikali yetu tukitambua kwamba wanati wa Lamu wana nafasi ya kujitawala katika kaunti yao ya Lamu, na si yeye kutuletea watu wengine kutaka kututawala kinyume na matakwa ya katiba. Kwa hivyo nataka kuwaambia Mheshimiwa Gashagwa kwamba aheshimu katiba ya Kenya, aheshimu wanati wa Lamu, na kama walivyozungumza wengine kwamba akiendelea kuzungumza maneno kama haya, yatatokea mambo ambayo yatahatarisha amani na usalama wa nchi yake. Jamii za asili za Lamu zilifungua milango milango yao kwa nia njema, zikakubali wageni kama majirani na ndugu, wakijenga mshikamano wa kijamii, kiuchumi na kiutamaduni. Ni jambo la kusikitisha na la kukera kuona ukarimu huo sasa ukigeuzwa kuwa msingi wa madai ya kisiasa ya kikabila na dhana ya kutawala wengine. Kauli za bwana Gashagwa zinahatarisha amani na utulivu wa Lamu kaunti kaunti. Kaunti ambayo tayari imeathirika kwa changamoto za kiusalama, maendeleo duni na hisia za muda mrefu za kutengwa, kauli zinazogawanya jamii hasa zilipotolewa na kiongozi wa kitaifa na aliyekuwa kushika wadhifa wa juu serikalini, zimeweza kuchochea hofu, kutoaminiana na migawanyiko isiyohitajika miongoni mwa wa wakazi wa Lamu. Hata hivyo, wamewataka wakazi wa Mpeketoni, kaunti ya Lamu, kutoka Mlima Kenya kujitokeza hadharani na kujitenga na maneno hayo. Ndugu zangu wa Mpeketoni tunataka kujua muna uhusiano gani na Gashagwa? Ikiwa Gashagwa maneno haya ameyasema kwa blessing zenu, nyinyi ndio matatizo namba one, na kiwa hayakusema kwa blessing zenu, basi tunataka nyinyi mkemee Gashagwa kabla sisi hatujapambana naye, kwa sababu sisi tushawafadhili nyinyi, Gashagwa hajawafadhili nyinyi. Kwa hivyo ikiwa nyinyi mwajua Gashagwa alivyoyafanya na muna ana blessing zenu kwa sababu Gashagwa hawezi kutoka akasema maneno kuhusu Mpeketoni bila blessing zenu. Na kama hamuna blessing zenu toweni statement museme, sisi hatuko na Gashagwa, maneno yale yake mwenyewe hayahusu watu wa Mpeketoni viongozi hao wameitaka idara husika kumchukulia hatua kali za kisheria ya Gashagwa kutokana na kauli zake za kupotosha umma, iwapo atajitokeza kuomba msamaha na kukemea siasa za ukabila. Anataka kuwekelea ameekelea kuni na amebandika maji, anasubiri achemke. Kwa hivyo tunamwambia Gashagwa, ni lazima kwanza aombe msamaha kwa semi hizi za chuki na mambo ambayo anataka kutuletea pale Lamu. Pili, pia tunaitaka idara husika ya EACC imchukulie hatua, NCIC imchukulie hatua kwa sababu ya kutoa maneno ya chuki. Sisi kule kwetu Lamu kikiumana sasa hivi hatuna pahali pengine tunaweza kwenda, kwa hivyo Gashagwa akome. Pia nataka kuwaeleza watu kwa leo, yeye yuwazungumza maneno ambayo ni ya urongo amesema kuwa vyeo vyote watu wachukue ikiwemo maeneo bunge manne. Haya ni urongo. Hatuna maeneo bunge manne unless yeye wataka kutuletea maeneo bunge mawili ya kutoka mlima. Kwa hivyo Gashagwa ukome kuingilia watu Walamu kwa sababu tuna haki sawa kama mkenya mwingine. Tunamtaka Bwana Gashagwa aondoe mara moja kauli zake, aombe radhi bila masharti wananchi wa kaunti wa Lamu na Wakenya wote na ajitokeze wazi kukemea siasa za ukabila kama yeye ni kweli ni kiongozi wa Kenya. Nikiripotia runinga Al-Shifaa kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Joseph Lewa. Na kwingineko ni kwamba mtaala wa dini ya Kiislamu na ufahamu wa lugha ya Kiarabu wanatarajiwa kuidhinishwa hivi karibuni na kuanza kutumika katika vyuo vya kiufundi na vyuo vingine nchini. Wakizungumza katika kaunti ya Mombasa wakati wa mkutano wa pamoja wa maafisa wa mtaala kutoka vyuo mbalimbali nchini walisema kuwa mtaala huo umepita hatua zote muhimu ikisalia hatua moja tu hatu, kabla ya kuidhinishwa rasmi. Akiongoza mkutano huo, mkurugenzi wa chuo kikuu cha Sheikh Siraj Abdulrahman alisema mtaala huo utawanufaisha Waislamu wote kote nchini. Lengo la kusanyiko letu la leo ni safari iliyoanza muda mrefu uliopita. Safari hii ina takriban zaidi ya mwaka mmoja na tumeweza kufikia leo kuwa na curriculum ambao kwamba iko tayari, na curriculum kama hii itaweza kuwasaidia Waislamu ambao kwamba kwa muda mrefu wamekuwa hawatambulikani katika nchi kama hii. Kwa hivyo ni furaha kubwa kabisa ambao kwamba tumeidhihirisha siku ya leo, na tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanikishe ili zoezi, kwa sababu tutakuwa na kikao kingine cha pili ambacho ni cha stakeholders wa college zote Kenya hii. Baada ya kikao hicho curriculum itakuwa tayari kwa ajili ya submission kwa council ya TVET.

And participate in meaningful development in this country. Na mtazamaji, tuzame siasani ambapo chama cha ODM kimeendelea kushuhudia mtafaruku kutokana na kutofautiana kwa viongozi wake. Wini Odinga mwanawe Raila Odinga amewashtumu viongozi wenza wa chama akiwemo seneta wa Siaya Oburu Odinga akidai kuwa hayati Raila Odinga hakuwaachia masharti ya kukaa katika serikali ya Rais William Ruto. Kwa upande mwingine, Oburu Odinga na gavana wa Kisii Simba Rati wamekuwa wakiwahimiza wanachama kukaa imara dhidi ya kutishiwa na kusema kwamba hao watazidi kusalia ndani ya serikali ya Rais William Ruto hadi mwaka wa 2027. Mtafaruku umeendelea kushuhudiwa katika chama cha ODM. Hii ni kufuatia kutofautiana kwa viongozi wa chama hicho. Mwanawe Raila Odinga, Winnie Odinga ameendelea kuwashutumu viongozi wenza wa chama cha ODM wanaoongozwa na seneta wa Siaya Dr. Uburu Odinga, huku wakidai kuwa hayati Raila Odinga hakuwaacha na masharti ya kukaa katika serikali ya William Samoei Ruto. Baba hakuwa psycho fund. Hakuna siku Baba aliwahi kutuambia kwamba ametuacha hapa ama wapi ama wapi. Hakuna siku <coughs> na wale wanasema ati sijui baba aliwaambia sijui nini nini inaati nini. Hiyo ni kukosa adabu kwa upande wao. Kiongozi wa chama cha ODM Daktari Oburu Odinga na gavana wa Kisii Simba Harati wameendelea kuwarai wanachama wenzao kutotikiswa na kusimama na chama sisi tumeamua tukiendelea mbele, vile baba Raila Molodinga alituacha kwa broad based government. Tumekuja hapa kutangaza ya kwamba aidha Uburu ametilia mkazo nia yao ya kuendelea kukaa katika serikali ya William Samoei Ruto hadi itakapotimia mwaka 2027 na kutangaza ya kwamba tutakuwa hapo mpaka 2027. Msukomsuko huo ambao mwisho wa ujulikani au huenda hata ikawa mkubwa zaidi inatarajiwa kuamua hatma ya baadhi ya viongozi wa chama cha ODM. Nikiripotia Alshifa TV, mimi ni Derick Otieno kutoka Mombasa. Na mtazamaji, tukivuka kimataifa, ni kwamba Waganda wana kila hali ya kutabasamu baada ya kumchagua tena rais wao Yoweri Kaguta Mseveni ambaye ameshinda tena uchaguzi mkuu mwaka huu na hivyo kurefusha utawala wake wa zaidi ya miongo minne nchini Uganda. Hata hivyo, kiongozi wa upinzani Bobi Wine amekataa matokeo hayo, akidai kumekuwepo na wizi wa kura, udanganyifu katika zoezi la kuhesabu, na matumizi mabaya ya vyombo vya usalama baada ya kuatishia wapiga kura na wafuasi wa upinzani. Ripoti kutoka wandani, uchaguzi, vizu -vizu kampini, kwa uangalizi wa ndani na kimataifa pia zimeibua wasiwasi kuhusu mazingira ya uchaguzi yakitaja vizuizi vya kampeni, kuzimwa kwa intaneti katika baadhi ya maeneo na kukandamizwa kwa vyombo vya habari. Hali hii ya maandamano, hali ya usalama imeendelea kuwa tete kufuatia kukandamizwa kwa maandamano na kuzuiliwa kwa wanaharakati. Na mtazamaji tuvuke kispoti, ambapo michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON ya mwaka 2025 ilihitimishwa Januari 18, mwaka 2026 huku Senegal ikitwaa taji lake la pili baada ya kuicharaza ama kuwacharaza wenyeji Moroko kwa kuwafunga bao moja kwa nunge. Mchezo huo ulitawaliwa na mvutano kuhusu maamuzi ya VAR baada ya Senegal kugoma kwa muda kupinga penalti iliyotolewa kwa Morocco, ambaye iliokolewa na kipa Edward Mendy kabla ya Pepe Gue kufunga bao la ushindi dakika ya tisini na nne. Na Sadio Mane alitangazwa mchezaji bora wa mashindano, huku Brahim Diaz akitwa kiatu cha dhahabu, naye Yasin Bono akichaguliwa kuwa golikipa bora. Ushindi huo uliwaacha wenyeji Morocco wakiwa wamejaa na simanzi, kwani walikuwa na matumaini tele ya kutoa ubingwa huo. Na mtazamaji kufikia hapo sina la ziada, na kurudisha shukrani wewe kuweza kutegea matangazo haya pindi tulipoanza hadi sasa. Pia narudishia wote waliofanikisha matangazo haya nyuma ya kamera akiwa ni eh, Christopher Morioki mtayarishaji wa taarifa hizi akiwa ni bwana Joseph Lewa. Kabla niondoke, nakuacha na wosia kwamba usitusi mkunga kama bado uzazi ungalipo. Wosia huu unaelekezwa kwa wana man U, manake naona kiburi tele sana. Kumbuka kwamba Arsenali hawatikisiki kushindwa, labda washindwe na uchumi wa Kenya. Niite Rajaba.